Karibu sana kwenye upana na urefu wanapita tu ya kwetu sisi ambayo siku zote huwa haikosi la faida. Leo uko nami, mi naitwa Anko Amiri, Anko Anko wote dunia nzima. Asante sana, na endelea kusubscribe kwenye channel yetu, lakini vile vile endelea kutuandikia maoni ya hapa na pale kuhusiana na vile ambavyo tunavihusisha hapa leo, na nafasi ya kukufahamisha, kufahamu kuhusiana na chuo kikuu kinachoitwa chuo cha Harvard. Yes, ni moja ya chuo kikubwa sana na cha muda mrefu sana ambacho hiki wengi wamekuwa na kifupisho kwa kukiita Harvard University, lakini ni chuo kikuu cha utafiti kilicho katika jiji la Cambridge katika jimbo la Massachusetts katika nchi ya Marekani. Yes, ni chuo kikubwa, lakini chuo hiki kimeanzishwa mwaka elfu moja mia sita na thelathini na sita kwa hiyo ni cha muda mrefu kama ninavyosema lakini vile vile ndicho chuo kikuu cha kwanza cha zamani zaidi katika e, nchi ya Marekani cha elimu ya juu, lakini vile vile pia e, chuo hiki ni moja ya sehemu ya vyuo mashuhuri vinavyoitwa Ivy League na vinavyojulikana zaidi duniani vikiwa na uwezo wa ubora wa kitaaluma, utafiti wa hali ya juu na mchango wake unakuwa mkubwa katika sekta mbalimbali za kijamii na za kiuchumi hiko ni chuo hiki cha Harvard, kwa inaingia katika kundi la vyo hivyo. Lakini vilevile pia Harvard University pia ni taasisi ambayo tayari zaidi kielimu, ikiwa na mfuko wa maendeleo unaozidi zaidi ya dola bilioni hamsini ukiwa unajiweza eh, kwa kiasi kikubwa. Lakini ni chuo cha Harvard vile vile, eh, kina shule zaidi ya kumi na tatu za kitaaluma ambazo katika chuo hizo zipo chuo eh, za sheria, yani Harvard University School. Lakini vile vile kuna chuo cha tiba kinaitwa Harvard Medical School, lakini kuna chuo cha biashara ambacho kinaitwa Harvard Business School na ina maktaba ya kitaaluma ambayo inatambulika na kusifika kama ni maktaba iliyokuwa kubwa zaidi barani Amerika ya Kaskazini. Kama ukitaka kuzungumzia maktaba iliyokuwa kubwa iliyosheheni vitabu vilivyokuwa vingi vya aina tofauti, basi hii maktaba ya Harvard University ni moja ya maktaba iliyokuwa kubwa zaidi duniani. Lakini sifa nyingine pia, Harvard ina sifa ya kutoa wahitimu ambao ni viongozi wa dunia wakiwemo marais mashuhuri, lakini vilevile vile pia ina tuzo e, kutoa wahitimu mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kutunukiwa tuzo za Nobel pamoja na watu waliokuwa mashuhuri duniani. Leo kwenye napita tu Harvard University, moja ya chuo kikubwa kikongwe cha muda mrefu sana, ambacho kina heshima kubwa ya kutoa viongozi marais, pamoja na watu wale mashuhuri kikiwa kimepata nafasi ya kupita hiko lakini chuo hiki pia tunajua na kufahamishwa ya kwamba kimeanzishwa mwaka 1636 kwa hiyo kizungumzia baadhi ya vyuo vya muda mrefu zaidi uh, hiki ni chuo cha muda mrefu zaidi kwa Marekani kuna hiki cha Harvard University lakini vile vilevile kuna Yale University ni vyuo ambavyo ni vya muda mrefu sana na vinashikilia rekodi pia ya kutoa viongozi wakubwa pamoja na watu ambao ni mashuhuri zaidi duniani katika nyanja mbalimbali, wakiwa wamepata nafasi pia ya kupata elimu zao kupitia vyo hivi mashuhuri. Asante sana kwenye napita tu ya siku ya leo. Mi naitwa anko anko, wote dunia nzima tunafunga breaki hapo. Asante na shukrani sana kwa kutenga muda wako.